Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka nPoint. Awali ya yote, tupate muhtasari wa kile tulicho nacho. Gari la askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji visiwani Zanzibar limepata ajali na kusababisha kifo cha askari mmoja, huku wengine wakijeruhiwa. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga linamshikilia mkulima mkazi wa Ugede kwa tuhuma za kumuua mkewe kwa sababu ya kuchelewa kurudi nyumbani na katika habari za kimataifa, rais wa Madagaskar ameomba muda wa mwaka mmoja kurekebisha changamoto za nchi na kuahidi kuwa iwapo zitaendelea atajiuzuru. Karibu katika taarifa za moja kwa moja kutoka hapa Msasani. Jina langu ni Joshua Sorongai, hii ni nPoint. Niko na Dennis Julius Samuel Matekere, bila kumwacha Michael Gaspar Mbaga kuletea undani wa taarifa hii. Zanzibar, gari la askari wa jeshi la zima moto na uokoaji visiwani Zanzibar limepata ajali na kusababisha kifo cha askari mmoja, huku wengine wakijeruhiwa. Mkuu wa kikosi cha zimamoto uokoaji, Kamishna Mzee Abdallah amesema gari hilo lilikuwa kwenye msafara wake wakati akikagua maendeleo ya vikosi vya zimamoto na uokoaji visiwani Pemba, ambapo walipofika lilipata ajali na kusababisha maafa hayo. Tupate undani wa taarifa hiyo. kwa jina naitwa kamishna Rashid Mzee Abdallah, ni mkuu wa kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar. Leo hii tupo kwa katika nikiwa katika mizunguko ya kutembelea uh, vituo vyangu vya Unguja na Pemba, lakini leo tulikuwa Pemba, nimeanzia kusini wakati tunaelekea kaskazini Kijichame, bahati mbaya njiani tukapata ajali, gari yangu iliyotangulia katika msafara ikapata ajali na katika ajali hiyo tumepata majeruhi karibuni sita, pamoja tumepoteza kwa bahati mbaya askari wetu mmoja, na uharibifu mkubwa umetokea kwa gari yetu ambayo ndio ilikuwa imetangulia kwenda huko mbele, lakini mpaka kufikia dakika hii tunashukuru Mungu tumepata ushirikiano mkubwa kutoka kwa wenzetu wa jeshi la wananchi wa Tanzania wametuletea helikopta na tumeweza kuwahamisha wale majeruhi wote pamoja na mwili kuelekea Unguja makao makuu kwa ajili ya huduma za kiafya zaidi. Tukitoka huko Zanzibar, tuelekee mpaka mkoani Morogoro, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linachunguza tukio la kutoweka kwa mfanyabiashara wa huduma za kifedha Rogers Ludovic mwenye umri wa miaka 34 mkazi wa kijiji cha Bwawani kata ya Dumila wilayani Kilosa anayedaiwa kuchukuliwa na watu wasiojulikana. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Oktoba 8, 2025, kwa vyombo vya habari na kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Alex Mkama. Tukio hilo lilitokea Oktoba 7 2025, majira ya mchana ambapo Ludovic nyeupe aina ya Land Cruiser kisha kuondoka naye kusikojulikana. Tukio hilo linaelezwa kutokea Oktoba 7, majira ya mchana katika eneo la kitongoji cha Bwawani kijiji cha kata ya Dumila wilaya Kilosa mkoani Morogoro ambapo mtu huyo alichukuliwa na watu ku toka kwenye duka lake la miamala ya pesa na kuondoka naye. Taarifa zaidi zitatolewa baada ya uchunguzi kukamilika, kama wanataka wananchi kuwa watulivu wakati wa uchunguzi ukiendelea, na kusisitiza kuwa mtu yeyote mwenye taarifa zilizoweza kusaidia kuharakisha uchunguzi huo aziwasilishe ili zifanyiwe kazi. Abdurbakar Ludovic ambaye ni mdogo wake Rogers amesema, baada ya tukio hilo kutokea, wamejaribu kumtafuta kwa njia ya simu lakini hawakufanikiwa kumpata kwa wakati huo na hadi sasa hawafahamu alipo ndugu yao. Tukitoka huko Morogoro, tuelekee mpaka Shinyanga ambapo jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga linamshikilia Chimagulu Samamba wa miaka 54 ambaye ni mkulima wa mkazi na mkazi wa kitongoji cha Ugede, kijiji cha Songa Mbele, tarafa ya Nindo, wilaya ya Shinyanga, mkoani Shinyanga, kwa tuhuma za kumuua mkewe Moshi John mwenye umri wa miaka 47 kisha mwili wake kufukia kwenye shimo la choo. Akizungumza na waandishi wa habari leo Oktoba 9, 2025, kamando wa polisi mkoa wa Shinyanga Janet Mgomi ameeleza kuwa katika uchunguzi uliofanyika, ugomvi ulianza baada ya Moshi kuchelewa kurudi nyumbani akitoka matembezini. Pia kamanda Magomi amedai kuwa baada ya mtuhumiwa kubaini mkewe amepoteza maisha, alichukua mwili na kuupeleka nje ya nyumba na kuutuma kuutupa kwenye shimo lililokuwa likichimbwa kwa matumizi ya choo na kuufukia. Hata hivyo, Mgomi Magomi ameeleza kuwa majira majirani walianza kupata wasiwasi baada ya kutokumuona moshi kama walivyozoea, lakini kutokana na tabia ya mumewe ya kumpiga mara kwa mara, hivyo wakaanza kufuatilia na Oktoba 7 mwaka huu, taarifa zilifikishwa kwa mwenyekiti wa kitongoji, na baada ya mtuhumiwa kuhojiwa, alikana kuhusika na uhalifu wowote dhidi ya mkewe. Jana Oktoba 8 25, saa 5 asubuhi, taarifa zilifika kituo cha polisi Salawe na polisi walifika nyumbani hapo na kumkamata mtuhumiwa. Kwa kamanda Magomi, amedai mtuhumiwa alikiri kumuua mkewe na kumfukia kwenye shimo la choo lililopo nyumbani kwake. Na sasa ni habari za kimataifa, na moja kwa moja mpaka huko Madagaskar, ambapo Rais wa Madagaskar Andry Rajoelina ameomba muda wa mwaka mmoja kurekebisha changamoto za nchi hiyo na kuahidi kuwa iwapo zitaendelea atajiuzuru. Amelisema hayo wakati wa mkutano katika ikulu yake ya makundi mbalimbali ya mbali, wafuasi wa serikali. Wahudhuriaji wengi walipata fursa ya kumuuliza rais maswali ya au kuchangia maoni yao tu, ambapo alijibu: sitaki kubembeleza, nataka kusikia ukweli Watu walikuwa wakiniambia kila kitu kiko sawa ndio wanahusika na hali yetu ya sasa mwisho wa kunukuu. Vuguvugu la maandamano hayo lililojulikana kama la Gen Z mada limekuwa likitoa wito kwa rais kujiuzuru na kukataa mwaliko wa kuhudhuria mazungumzo hayo, wanasema hawa hawawezi kushiriki kisha serikali ambayo imekuwa ikiwakandamiza, kwani wanadai haki za msingi za binadamu. Kundi hilo limeitisha maandamano mapya siku ya Alhamis. tunakataa mwaliko wa rais kwenye mazungumzo, mazungumzo. Kumradhi, hatutashiriki mazungumzo na utawala unaokandamiza kwa shambulia mtaani, waliandika kwenye ukurasa wao wa Facebook. Kutoka huko Madagascar tuelekee moja kwa moja mpaka Israel, ambapo msemaji wa Israel anasema usitishwaji wa mapigano utaanza Gaza ndani ya saa 24 baada ya mkutano wa baraza la mawaziri la Israel jioni hii, ikiwa waliopo mezani watakubaliana na masharti ya awamu ya kwanza ambayo yameidhinishwa nchini Misri leo asubuhi. Hapo awali mwandishi wa wa BBC wa Gaza aliripoti kwamba usitishaji huo wa mapigano unatarajiwa kuanza mara baada ya kuidhinisha kuidhinishwa kwa serikali ya Israel katika makubaliano yake. Ya vyombo na vya habari, Pedrosian aliweka ratiba ya matukio saa 11 kwa saa za ndani, saa 9 kwa saa za BST kutakuwa na kikao cha baraza la mawaziri kikifuata, na saa baada ya mkutano wa serikali. Ndani ya saa 24 baada ya mkutano wa baraza la mawaziri kufanyika, usitishaji mapigano utaanza Gaza, Bedrosian amesema. Baada ya hapo, anasema jeshi la ulinzi la Israel IDF litapanga tena mstari ambao utasababisha jeshi kudhibiti na kushikilia karibu asilimia 53 ya ukanda wa Gaza baada ya hayo kutakuwa na dirisha la saa 72 kwa Hamas kuachilia mateka waliosalia kurudi Israel. Anaongea na. Sasa tuhitimishe habari za kimataifa mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amemtaka rais wa Rwanda Paul Kagame kuacha kuwaunga mkono waasi wa M23 nchini Kongo. Akizungumza mjini Brussels Ubelgiji, katika jukwaa la Global Gateway, Tishekedi amemsihi Kagame washirikiane kwa pamoja katika kuleta amani. Ndio maana na kuomba kupitia jukwaa hili na huku ulimwengu mzima ukishuhudia, kukuomba mheshimiwa wa raisi ili tulete amani, mwisho wa kumnukuu Tishekedi. Tishekedi amesema wito huo unahusisha Kagame kuliamuru kundi la M23 kusitisha mapigano ambayo tayari yamesababisha vifo vingi. Katika hotuba yake, rais Kagame hakuzungumzia moja kwa moja mgogoro huo. Hata hivyo, alirejea kwa kifupi kauli ya awali ya rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa aliyesema anahisi msukumo wa kutaka amani alipowaona pamoja viongozi wa Rwanda na Kongo. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje ya Rwanda Olivier Nduguhi Ngirehe alisema mtu pekee ambaye anaweza kuvimaliza vita hivyo vya Kongo ni rais Tshisekedi. Arifa ya habari tupate muhtasari wa kile tulichokuwa nacho. Gari ya askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji visiwani Zanzibar limepata ajali na kusababisha kifo cha askari mmoja, huku wengine wakijeruhiwa. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga linamshikilia mkulima na mkazi wa Ugwede kwa tuhuma za kumuua mkewe kwa sababu ya kuchelewa kurudi nyumbani. Na katika habari za kimataifa, rais wa Madagaskar ameomba muda wa mwaka mmoja kurekebisha changamoto za nchi hiyo na kuahidi kuwa iwapo zitaendelea atajiuzuru. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka nPoint. Ni kushukuru sana kwako we, ambaye tumekuwa wote tangia mwanzo hadi hapa tulipofika. Jina langu ni Joshua Sorongai, kwa niaba ya timu zima, Denis, Julia, Samuel Matekere, Michael Gaspar, Gafa, tumekuwa wote hapa kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia kwa uzuri, popote pale ambapo unatufuatilia. Unaweza ukawa nasi kupitia kurasa zetu za kijamii, nPoint TZ, Facebook, TikTok pamoja na Instagram. Hadi tena wakati mwingine. nPoint ni zaidi ya habari.